Kuongezea ice kwenye keki hii nzuri, kuna jambo moja ambalo mwenyekiti likiruhusu, na waj waheshimiwa wajumbe uh, communication. kuna jambo lilizungumzwa la muhimu sana kwamba hii ni high level engagement meeting. lakini sasa tutoke na azimio kwamba uh, tulio viongozi tuakishe, tuna communicate kwa taasisi zetu juu ya uwajibikaji utekelezaji wa haya tuliyoyaongea, kwa sababu hakuna hilo nje ya sheria, yote ni ya tabia tu, na ni kwe communications tu kwenye taasisi zetu, ili kuendeleza haya tuliyoyaongea ya, ya, ya kuheshimiana, kuwajibika na kusimamia sheria na misingi iliyopo. Kwa hilo, kama linaweza likawa captured au tutaliandika vizuri tulipeleke, na ta, itakuwa ni vyema lakini kama, kama, kama haitoshi. Kwenye hiyo pia labda pia hili sasa, sijui kama n itakuwa ni, ni azimio au ni pendekezo uh, lile la ukuu lilotajwa na rais wangu Mr. Mwabukusi uh, labda liongezewe kwamba liendane na, na, na, na usimamizi wa mahakama kwenye swala la contempt of court.